A mahari 700 shilingi shilingi. Tayib, tabaan, ikiwa mtu ameoa kwa mahari ambayo kwa sasa thamani yake tena haipo au ni ndogo sana, kwamba haijulikani kwa ni thamani tena kwa sasa, kinachotakiwa kufanywa ni kwanza ni kurudi kwa wataalamu wa sheria ikiwemo yani, wanaohusika na masuala ya takwimu. Au tathmini wale wathamini wale. Kwa sababu mwisho wa yote ni kwamba mahari ya shilingi 200 anadaiwa haya shilingi 200 mm. Hatakiwi kumlipa 200 hii ya sasa, ambayo tunadaiwa sisi, ndio maana mwenyewe alikuwa akikata taban taban <laughs> kwa sababu 200 inayoitwa inayoitwa 200 kwa sasa thamani yake si ile 200 ya wakati ule eh. Jina liko sawa 200 200 shilingi shilingi, lakini thamani si hiyo, na pesa, kinachoangaliwa ni thamani si jina la, la ile pesa yenyewe. Kwa maana hiyo katika kati kulipa e, hii shilingi mia mbili itabidi warudi kwa wale wataalamu wa tathmini katika ofisi za mambo ya takwimu na tathmini. Hizi wanakuwa na wataalamu wao wa kutathmini au watu wa uchumi pia, watu wa uchumi, warudi katika watu wanaohusika na masuala ya kiuchumi, masuala ya kutathmini, eh, thamani ya, ya pesa na thamani ya vitu kama hivyo, kama dhahabu, fedha na vinginevyo, watajua jinsi ya kutathmini kwamba itazamwe kwamba hii shilingi mia mbili kwa mwaka themanini, kwamba ilikuwa inaweza kununua mfano dhahabu kiasi gani, au fedha, madini ya fedha kiasi gani. Kwa hivyo mfano watapata thamani yake, kwamba kwa wakati ule, kwa mwaka huo, shilingi mia mbili ya wakati ule ilikuwa inanunua mfano gramu mmoja ya dhahabu, mfano akajugudwa kwani hivyo. Kwa kupewa maelezo hayo na wataalamu wa kutathmini, si mtu yoyote. Mimi sina uwezo kutathmini, kwa sababu si fani yangu kutathmini imenifanya kutoa fatwa kwa maelekezo kama haya. Kwa hivyo warudi sasa kwa watu wenye kutathmini, waulizie kwamba tathmini au thamani ya shilingi mia mbili kwa mwaka huo ilikuwa inaweza kununua kiasi gani cha dhahabu au madini ya fedha. Wanaweza kupata maelezo kwamba kwa wakati ule naeza kupata kununua gram moja ya dhahabu. Kwa ujawabu make ni kwamba kitacholipo kwa sasa kita kipindi hiki ni kwenda katika soko la dhahabu na kuuliza bei ya dhahabu ambayo dhahabu safi inaotambulikana nzuri, e, kwamba gram moja ni shilingi ngapi kwa sasa? Mfano, gramu ya gram moja kwa sasa ni shilingi laki mbili, mfano mm, au laki tatu. Kwa hivyo anachotakiwa kulipa yeye ni shilingi laki tatu, kwa mujibu wa ile thamani ya dhahabu kwa kiwango kile cha ile shilingi mia mbili ya zamani mm, ndo itachukua thamani yake kwa sasa mm. na ushafanyia kazi maswala kama haya pia katika maswala mbalimbali ya kisheria mojawapo ikiwa mahari ya shilingi ishirini. Aliolewa mtu kwa shilingi ishirini, kanajivua ndoa, ataonyesha shilingi ishirini ya zamani, ambayo ta kuipata haipati kwa sasa, kwa watu shilingi mia i shilingi themanini, nakuwa ni shida tupu.